Naitwa Wanjiru Mbogwa na mtangazaji wetu wa ishara hivi leo ni Byron Abuli na siko peke yangu bila shaka. Jina langu ni Jamila Mbogwa. Zungumza nasi katika mitandao yetu yote ya kijamii at KBC Channel 1 vilevile at Jamila Mbogwa na at Wanjiru Mbogwa na baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na naibu rais Kithure Kindiki wamemkashifu rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa matamshi yake kwamba serikali ya sasa imebatilisha baadhi ya mipango muhimu iliyoanzishwa wakati wa uongozi wake. Akiongea wakati wa mpango wa uwezeshaji katika eneo la kaskazini mashariki, Kindiki alimtaka Uhuru kuikosoa serikali ya sasa kwa kuzingatia ukweli. Abdiaziz Hashim anasimulia zaidi. Wajia. Garissa. Hapa ndipo viongozi wa Kenya Kwanza wakiongoza na Naibu Rais Kithure Kindiki walikita kambi kwa hafla ya uwezeshaji wa kiuchumi kwa wakazi wa eneo la kaskazini mashariki. Tunasema ni hapa viongozi hao walimkosoa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa matamshi yake katika mkutano wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha Jubilee hapo jana. Hii serikali ya William Ruto imejaribu jameni, wale wanaikosoa waikosoe, lakini wakuwe na ukweli, wasiseme mambo ya uongo. Nataka niambie yeye, umeheshimiwa, umekuwa na wakati wako umkubalie Mheshimiwa William Ruto afanye kazi, na nakuombea upate afya, uone ile mabadiliko itafanyika katika Kenya chini ya serikali ya Mheshimiwa William Ruto. Uliacha kama mbolea ni shilingi elfu tisa na mia tano Muru, uru, uru, uwe, William Ruto ameiteremsha mpaka shilingi elfu mbili na mia tano Uliacha dola ni shilingi, mi, shilingi mia moja na sabini. Huyu William Ruto ameteremsha dola mpaka shilingi mia na kama tuko na madeni, mtoto William Ruto anangang'ana kulipa madeni. Naibu Rais alimtaka rais huyo mstaafu kuikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kuzingatia ukweli. Hiyo Linda Mama ambaye ilikuwa inachunga mambo ya wamama wajawazito, sasa tumeipanua kupitia sha, sio Linda Mama pekee, inalinda Mama inalinda mzee, inalinda kijana, inalinda mtoto. Tunaita Linda Jamii, sio Linda Mama peke yake, kwa sababu hata ukilinda mama peke yake na uache vijana, uache wazee, uache watoto, hiyo sio sawa. Kwa hivyo wale wanakosoa, wakosoe kimaksudi, lakini wakosoe vilevile vile, kupitia ukweli, sio kupitia uongo. Viongozi walioandamana na Profesa Kindiki walimshutumu Uhuru kwa kuacha nyuma uchumi uliodo umerekebishwa pakubwa na serikali ya sasa, na ndiyo tunasema kwa sababu Rais Ruto anaendelea kukuza uchumi, kuimarisha uchumi, kuimarisha afya, kuongeza stima, kujenga barabara za lami, kujenga masoko, kujenga daraja, kujenga manyumba. Tunasema yeye ni rais wa tutam. Wewe nenda kimya, wacha Kenya iende mbele. You have moral obligation to respect the office of the president, the office of William Samoe Ruto. Kama kuna ushauri unaweza patia rais, usimpatie kwa majukwaa. Unajua mahali William yuko za mwaka elfu mbili ishirini na saba zikianza kushika kasi. Yaani, karatasi inaitwa aidi ni kitu ya kunyima mtu kipande, si ni karatasi peke yake hiyo? Ni kitu ya kufanyia Mkenya ati anafanyiwa kesi. Wakati huo huo, naibu rais aliorodhesha miradi muhimu inayotekelezwa katika eneo hilo na serikali ya Kenya, kwa wakazi wa eneo hilo kuunga mkono ajenda ya serikali kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Ametuunganishia barabara ambayo imetoka Mandera Kupitia pale Ramu kukuja Gare kukuja Elwak kuteremuka mpaka pale Kobo kuja mpaka Kotulo kuja mpaka Tarbat, Wajia, Samata, Modagashe, Kulamawe mpaka Isiolo. Tunasema Rais Ruto ni fire. Ni fire si fire? Ni noma si noma. Abdiaziz Hashim, Dira ya Magwiji.